Ninayo machache ya kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho, lakini la kwanza la msingi kabisa ni kuhusu uh, technical bench yetu. eh, najua tukimaliza huu mkutano hapa kutakuwa na maswali mengi yanaendelea huko. Tumeshaona Yanga imemtambulisha kocha mkuu, tumeona Yanga imemtambulisha kocha msaidizi, tumemuona leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari kocha Patrick Mabedi